Leo ni mate, na nina pia ile kitu nataka kukuandalia hapa, utamwaya mate, kumwaya. Ona tu, <laughs> ona tu ona tu mm, ona tu naona tu sasa mm. Cheza na mafuta cheza na mafuta cheza na mafuta sasa mm. Hapa tu kitu ile nataka kukuandalia nani <laughs> mm? Ona tibon steak ya hippopotamus, tibon steak hii, ni tibon steak, tibon steak ya hippopotamus. Sasa tunaona, ndio hiyo, leo nimekuangalia hapo. Mmm, alafu pale sasa, e, ona nani, sa ya, katipo, si kweli kweli. Eh, ona nani, mboga za kienyeji hapa, sipo zimechemshwa, taka karanga, kweli kweli. Eh, naona sasa, sasa, mara moja, ona nani vitunguu vitu mm, ni mingi, vitu ni mingi nani. Ngoja kwanza nikatakate vitunguu ndio nikuonyeshe ya kwamba vitu ni mingi. Kila siku mimi ninaimba nasema sinanga uwifu mm, nitakuwa na kuonyesha ni nini unastahili kukula. Kwa hiyo siku maona sasa mm. Very good, hiyo ni vitunguu sasa. Unazungusha hey, haraka haraka unaona mara moja. Alafu ona nani hmm? Ona mayai ya kanga, ona mayai ya kanga nani, hiyo ni mayai ya kanga 1 mayai ya kanga 2 mayai ya kanga 3 Unaweka sumbe kidogo. unawacha kwanza inyonya nyonye mhm wakati na nyonya nyonya, sie tunakaa namna hiyo nani. Ona ora sasa hmm? Weka mboga mwona, weka mboga pale mara moja. Leo ni mande, leo mande inataka tibon steak ya hippopotamus hmm. Sasa nani, toka tu sahii, enda hata wewe mwenyewe kwa mto utakuta hippopotamus nyonga, utafute tiboni yake utoke nayo ukuje. Hiyo ndio tunamanga leo, nani mona, hiyo ndio tunamanga ale leo T-bone steak ya hipopotamus. Toka tu sahi sahi, mm, eda nani, mm, naona sasa. Unachukua nyanya tena hapa nani, mm, kata kata nyanya tu, kata kata tu, unaona sasa Mm? mara moja tu nani, nanii rembesa, na rembesa tu. Hii ni mande special, nimesema <coughs> leo mande, mwende mchukue kwa muto, mujue, sitaonyesha muto yangu ile minenda a kukamata hii ipopotama. Mwende mutafute muto yenu na mutafute ipopotamas yenyu, mukamate mutoe T-bone steak tu peke yake, mchukure e mwingine katika hiyo hipopotamas. mm -mm. Tunakula tu tibon steak peke yake mm. Tunatafuta tu tibon steak peke yake, ndio leo tunamaa tunamanga kwa hiyo sehemu mm. Tunamanga katika hiyo sehemu ya ipopata mas. Very good mambo, mm. Sasa hapo mambo obamba ni nani naye sasa Nimejua e, leo hakuna tukufunika. Leo tunataka mulo yote ionekane vile inaiva. Sasa hii nyanya angusha huku, very good. eh, leo nataka mumwae mate kumwaya, hakuna kitu ati tunaficha, mm -mm. kila kitu tunataka, tunaweka, tunaangaza wazi mm. kila kitu tutaweka wazi wazi. Ionekane ndio mumwae mate kumwaya na nini, nanii mm? Sasa koroga kabisa. hii ni nini? naweza ongeza ni. maji kidogo ndio ikue mingi. koroga mm. Kabisa konga konga nani mwaya sasa pale unaona sasa, sasa? wacha nani nani mm. wacha ive kabisa sasa, rudi hapa nani fungua unga fungua unga fungua unga nani nani hmm? Fungua unga unga ndio hiyo nani, ndio hiyo leo tunacheza nayo. Fungua unga fungua unga hmm. Mwaya kumwaya <laughs> hey, mwaya kumwaya nani hmm. Lafu kila mara, si unajua nawaambia mfunge unga mende asije akaingia ndani, si kweli hmm? Very good beregoli hmm? Sasa wacha kwanza nyonya nyonye nini? Wengio upande hii papa wewe, wow. Hmm. Mama namna hiyo hmm.

E, e, T-bone steak ya hippopotamus, mayai ya kanga, mboga za kienyeji ah, na sembe ah hiyo naye, nani itaweza na nini na, na chungwa moja nani mm. nayo hapo basi ndio mm? Nasema mambo abambam hii naiva tu sahi sahi, tunataka kumanga sahi, sahi, kumanga sahi. Hii haitekiki sahi. Nisema nitambua hii pile kuleta tunataka kuleta raka saa hii mm. Tunataka tuku chapa tu saa hii nani mm. Wewe toka tu usimwae mate, toka nani saa hii saa hii mm. T-bone steak inasaidia kwa kitu ya usiku, inakupa jiko, murundimo wa nguvu kabisa mm. nani mm. Mm. Very good. Nawambiaga mimi ni chief chef, mnafikiri ni mchezo? Ngoja leo niwafanyie art fulani hapa art. Naona nataka uangalie hii art, naona. Ukitaka kugeuza mayai kwanza, una test the pan, una test the pan naona, yes naona alafu mona tu nani, yai inakuwa sababu mnaona

U ka hapo, sasa niko manga. Sasa ona tu mambo ni narwa sasa, narwa tuna mm. manga tu sasa, hii mambo imeshaiva kitambo, chakula mm. liva kitambo mm. Ni ugali tu kamebaki imebaki dakika kidogo tu. Usikubali kumwaya mate. Wewe endea mboga tu hii nini. Kimbilia sasa hii. A e, T-bone steak ya hippopotamus. Mm. T-bone steak ya hippopotamus kimbilia tu kai sahihi. Mm. Tai tai na ni tafadhali. Mm. Sasa ni sembe nataka iive kwa kweli kabisa. Ile kitu nitafanya sasa. Mm. Nita sembe nyonye <coughs> huko kabisa. Bas, very good. Mboga ndiyo hii naye shakuwa

Hitu ziko sawa sasa. T-bone steak ndio hii, T-bone steak ya hipopotamus. T-bone steak ya hipopotamus inasaidia nini? Niambieni. <coughs> saa hii kama mjui, mm. <coughs> kena ni dawa, ni dawa mm. Inasuia nini? Magonjwa mengi, kama nini? Kulemewa na kazi ya usiku, hey inasuiaga sana, hiyo ndiyo yes. Maji mm. Mara moja, sasa tunatoa sembe, sembe itoke

hiyo nawe kidogo, sasa tunapakoa. Tunapakoa na nini?

Ode tu yakanga, tu, tu stick, ya kanga ndio ona tu mayai ya kanga ona tu ndio hii ona tu T-bone steak ya hippopotamus ona tu zembe bwana ona tu machungwa bwana, toka ende na mimi, toka ende na mimi ona tumbaka kwenye hii